Naam, uhali gani mfuatiliaji wa 360 on Air TV bana, natumaini wewe ni mzima kabisa wa afya a. Uh, basi kama utakuwa umeamka salama au Mungu amekujalia kuweza kuiona siku nyingine na kuweza kukubariki wewe, uhai kama aumwi au kama unaumwa pia, zote hizo ni baraka uh, kwa hiyo ni sehemu ya kumshukuru Mungu bana, uh, bana, kama ilivyo ada yetu sisi 360 on Air tunakudondoshea kila updates ambazo zinajiri ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania, na hiyo tu ni kuhakikisha wewe kwa namna moja ama nyingine tunakupatia burudani ya kutosha, ili mradi uweze kuburudika bwana, kwa sababu maisha ni kufurahi, na lazima sisi tuweze kuitengeneza furaha yako. Na kama utahisi uh, uh, hombwe la taarifa zozote ambazo unazipata una, una, una kwa kila siku, basi hii ni sehemu yako wewe ambayo itaweza kukupatia taarifa rasmi kabisa na kuweza kuondoa sintofahamu zako za hapa na pale. Uh, basi bwana, yes. Uh, kama ilivyo ada tunatambua kwamba Tanzania sasa hivi katika swala zima la uh, filamu yes, soko la filamu imepiga hatua kubwa sana na kuweza kuzalisha vipaji vingi vipya ambavyo vina, vinafanya vizuri katika soko na bila kusahau pia kuna tamthilia nzuri sana ambazo zinachezwa na Watanzania na zinakwenda kimataifa kabisa international yes. Uh, kwa sababu uh, hii yote ni uwekezaji wa ma, mawazo maarifa, uh, juhudi na pia kuweza uh, kuvumbua vipaji vipya. Tunatambua walikuwepo wali kina marehemu Kanumba walikuwa, yes, walikuwepo kina JB, wote hawa walikuwa wanafanya vizuri sana zamani kina Wema Sepetu na kina Jacqueline Wopa, Irene Woya, Kajala Masanja pia na kina Auntie Zeker. Yes, au walikuwa wanafanya vizuri kwenye kati zao lakini, kwa sasa uh, kuna ujio wa vipaji vipya ambavyo vimechipukia na vinafanya vizuri sana katika soko au katika gemu nzima ya filamu industry. Na bana, kuna tamthilia moja ambayo ni pendwa sana mtaani, watu wengi wanaipenda pia na kuifuatilia tamthilia. Naam, na ni tamthilia ya Kombolela. Yes, uh, hii ni tamthilia ambayo ime, imeweza kubeba maisha halisi ya ya watu wa tabaka fulani au watu wa jamii fulani yes, na watu ambao wamepewa nafasi ya kucheza humo basi wameweza kutendea na haki nafasi zao yes, kwa kuweza kuweka ule uswahili. Hata pia mwandishi amejitahidi sana kwa kuweza kufanya kitu kikubwa sana, kuweza kutuliza akili yake na kuweza kuandika mawazo ambayo yanaweza kuigusa jamii kwa namna moja ama nyingine. Yes, na Kombolela kwa sasa ni habari ya mjini ambayo inaluka pale Azam TV. Na imekuwa pendwa kwa watu wa rika zote uh, wa baba wa mama, wazee, watoto na unaona bwana. Basi bwana ile tamthilia imeweza kushika hatamu vilivyo katika mtaa au jamii ya watu wa Kitanzania uh, imekuwa pendwa sana kutokana na umahiri ambao unaonyeshwa na cast au wachezaji ambao wamepewa nafasi ya kuweza kucheza uh, katika tamthilia hiyo kwa sababu uh, wameweza kuyafikisha vyema kwenye ma kwa jamii mawazo ambayo mwandishi ameweza me kuyaandika na vipi alitaka yachezwe, basi wao pia wameweza kufaulu, kwa sababu wana wanaigusa jamii kutokana na vibweka vituko ambavyo vinaendelea humo ndani, kwa sababu kuna familia kubwa aa, ya mzee mmoja anaitwa Mzee Kikara yuko yes, na familia yake hiyo, yes, aa, bayo. Kwa hiyo basi wameweza kuonyesha mambo mengi sana ambayo yanatokea katika jamii zetu hasa za watu wa Afrika ya Mashariki ukuhata Afrika kwa ujumla, lakini tu yes, uh, zinatofautiana zina kidogo na, na mfumo wa maisha. Basi wana, uh, kuna casti ambazo zinafanya vizuri sana. Kuna mtu anaitwa Kobisi Kikala, pia kuna mtu anaitwa Siwa, kuna mtu anaitwa Mwadawa, pia kuna mtu anaitwa Cholo Kobisi, eh, basi bwana hawa watu wanafanya vizuri sana katika huo mchezo. Na leo bwana, katika pitapita -pita zetu, basi tukaweza kupata nafasi ya kuweza kuwagumia katika treni ya SGR, treni ya mwendo kasi, treni ambayo inakwenda haraka sana yes, hawa watu walikuwa wanafanya safari zao na kuelekea huko Dodoma kwenda. yes, katika harakati zao wenyewe binafsi ambazo wanajua wao, lakini bwana, wakati tuko ndani ya treni kulikuwa na so much amazing fun. Hawa watu walikuwa wanachekesha sana, hao watu walikuwa hawajataka kabisa mashabiki zao kutulaza njaa, kwa sababu walikuwa muda wote wamechangamka wenye furaha na wenye kutaniana na, nenda mpaka hapo um, uh, Kobisi Kikala naye pia yes. Ukimwona unaweza ukasema, ah bana, huyu jamaa uh, <laughs> iki kipande sana yuse. Na vipi maisha yake uh, ambayo anayaishi kwenye mchezo ndio maisha yake halisi hapana? Kumbe vitu ni tofauti uh, ile ni sehemu ya kazi na ile ni sehemu tu ya uwasilishaji wa mawazo ambayo mwandishi ameweza kuyatoa, lakini katika mfumo wa maisha bwana wako tofauti kabisa. Kikala ni baba, Kikala ni babu, Kikala ni ni mtu ambaye anaheshimika katika jamii, ukiachana na uhusika ambao amepewa mule kwamba ni mtu ambaye hawezi akafanya kitu chochote, kwamba yeye ni mzembe nini ni unajua. Lakini bwana maisha halisi sio ambayo wana wana act mule, kwamba tunatakiwa kwanza tutambue hilo, pia tuweze kuwapa nafasi. Lakini Kikala bwana, Kobis Kikala bwana yes, ye ni bwana ana urafiki mkubwa sana uh, na watu wengi katika jamii na anaweza kutaniana na mtu yoyote, lakini kwamba tusivuke mipaka. Basi bwana, tumeshuhudia ndani ya treni bwana wakiwa wana, wanajaribu kuhesabu, kwa sababu uh, mtaani sasa hivi uh, kuna, kuna baadhi ya watu wame, wameweza ku, kuunda mfumo wao. Yes, hususan watu wa maisha ya mtaani kwamba kwa, kwa, kwa kuna watu sijui namba ishirini na sita kuna watu namba ishirini na saba kuna watu namba thelathini kuna watu namba thelathini na mbili kuna watu namba arobaini na tano Yes bwana, hizo zote ni kodi za mtaani. Basi bwana uh, Cholo Kobisi alikuwa anaziwakilisha mule ndani yeye pamoja na nani na yeye pamoja na Siwa na walikuwa wanakwenda na mfumo mzuri, na yeye Kikala akachagua namba yake bwana, bwana hiyo ni arobaini na tano Yes, na wengineo wengi basi walikuwepo pale na bosi wao uh, Abdul Writer uh, ni mshikaji ambaye anafanya vizuri sana katika soko la uandishi kwa sababu mpaka sasa ameweza kufanya tamthilia nyingi na zote zimekuwa ni tamthilia pendwa, ikiwemo Zahanati ya Kijiji, ikiwepo Saluni ya Mama Kimbo, ikiwemo uh, tamthilia ya Jivu, ikiwemo pia tamthilia ya Kombolela, hizi zote ambazo zinafanya vyema sokoni, kwamba kichwa chake kiko sawa kabisa na anaweza ku kutupa burudani ambayo inastahiki au inastahiri kwetu sisi uh, Watanzania yes, hususan uh, watu wa maisha ya hali ya chini, na yeye mara nyingi amekuwa akigusia huko, ndio maana mawazo yanakuwa yanashikwa sana kwa sababu migogoro ya kijamii ni mingi sana basi. Kwa hiyo bwana uh, katika safari yetu bwana, haikuwa boa uh, kwa sababu tuliweza ku, kupata ucheshi mwingi sana kutokea kwao na hapo mbele, na kwenda kuachia video mwenyewe utajionea bwana. Uh, the way uh, mambo yalivyokuwa yanakwenda bana. Hii hapa ni 360 on air, usiache kutufuatilia. Uh, na ni jambo la busara sana kama utakwenda uh, kusubscribe channel yangu ya YouTube at 360 on air. Karibu sana. <laughs> <laughs> <laughs> Abduli umapendeza hapo sio? Kama video utaipata, ukipata shukuru Mungu. appmananmna wegapakekumi na nane